Eh, bana aje, karibu sana kwenye channel hii ya recap za movie kali sana kwa Kiswahili. Kama ni mara yako kwanza kutazama recap kutoka kwetu, basi tafadhali sana subscribe ili usije kukosa recaps kali kila siku kutoka kwetu. Sasa tuanze recap leo. Tambaa leo linaitwa Good Fortune na ni movie mpya kabisa mwishoni mwa mwaka 2025. Na humo ndani tunakutana na mwamba Keanu Reeves, ambaye hahitaji utambulisho kwa wapenda movie nzuri. Sasa humo ndani ni jamaa kagiza kama malaika. Malaika Gabriel ni malaika mlinzi chini kabisa na kazi yake kubwa ni kuokoa watu wanaokaribia kupata ajali kwa sababu ya kutekesu kuendesha magari. Malaika huyu anaonekana yuko busy sana kukumbusha watu kuwa makini barabarani pale wanapokaribia kupata ajali. Anaonekana kwenye kiti cha nyuma ya gari na anawagusa kidogo tu na kuwafanya wasimamishe magari wakati wanakaribia kupata ajali. Sasa siku moja, akiwa kazini, Gabi anakaa nyuma ya gari la kijana Arj, kijana ambaye anatamani kuwa, na kuwa mtekelezaji wa filamu. Arj anafanya kazi ndogondogo ili aweze kuishi Leo anaonekana afanye kazi hii, mara anafanya kazi hile. Sasa leo hii anaonekana kuwa amekata tamaa kabisa kwa sababu ametumiwa meseji inaonyesha kuwa amekosa kazi aliyokuwa akiomba na anakata tamaa kabisa ya maisha. Katika hali hii akiwa anasoma ujumbe huu, Arj anakaribia kupata ajali, lakini malaika Gabriel anamgusa ili asimamishe gari. Na baada yake Gabriel, malaika huyu, anaanza kuwa na wasiwasi kuhusu afya ya akili ya kijana Arj. Hivyo anaamua kuanza kumfuatilia kwa karibu baadaye tunamwona Arj anafanya kazi za kibarua kwa kutumia api, Total Sergeant. Kwanza anakwenda kupanga foleni kwenye duka la mikate. Foleni ni ndefu sana na yuko hapa kunua mikate kwa ajili yake, bali amelipwa tu na mtu ili apange foleni kununulia mikate kwa ajili yake. Baada ya kusimama foleni kwa muda wa masaa mawili, muuza duka anatangaza kuwa mikate imekwisha. Arj anampigia simu mteja wake kumweleza kuwa mikate imeisha, lakini anastahili kulipwa. Kwani amekaa foleni kwa masaa mawili. Mteja ana cancel task na Arj hakuipwa chochote. Arj anakasirika sana anapogundua kwamba mikate mingi iunuliwe na Jeff, ambaye aliweka oda, tajiri anayefanya kazi na kama mwekezaji na ni mchoyo sana. Kazi inayofuata Arj anafulia watu nguo, anaonekana akifua nguo za mteja huku mtoto wa mteja huyu mkorofi akimuuliza na na kila mara Arj kwa nini hatumii digrii yake ya chuo kupata kazi na kuishi maisha mazuri. Arj anakasirika sana kusikia hivi, analalamika na kuongea shombo nyingi sana pale kuhusu maisha kuwa yako fair, system ziko rigged. Na mtoto huyu anamwambia kwamba hakuna maisha mazuri na anapoteza muda tu, na kwamba ndoto ya maisha bora imeshakufa. Mwisho wa siku mzazi wa, mzazi ambaye ndo mteja wa Arj anampa bad rating kwa sababu anamwambia maneno makali sana mtoto wake. Kazi nyingine anayopiga huyu jamaa ni kuunganisha meza na kupanga bidhaa kwenye supermarket. Siku moja Arj akiendesha gari mjini anapigwa faini na kupaki gari mjini. Siku moja Arj akiendesha gari mjini anapigwa faini na kupaki gari kwa muda mrefu huko mjini. Malaika Gabriel anaendelea kumfuatilia. Wakati wa chakula cha mchana siku moja kule ofisini, bit member itwa Elena anakuja na kukaa karibu na Arj. Anajaribu kuanzisha umoja wa wafanyakazi ili kuboresha mazingira ya kazi. Anamwomba Arj ajiunge na umoja huo. Lakini Arj anaona ni chenga tu. Achiamini kwamba mambo hayawezi kuwa mazuri hapo ofisini. Jioni, wanakutana tena na Elena kwa bahati mbaya katika kula chakula cha jioni na wanaungana pamoja kupata chakula. Arja anamwelezea Elena ndoto yake ya kuwa mtengenezaji wa filamu. Na Elena anamuunga mkono sana. Malaika Gabriel anafurahi kuona Arja akitabasamu. Usiku unapofika, Arja analala kwenye gari lake katika eneo la kuegesha magari. Baba yake anampigia simu na Arja anajifanya ana mafanikio. Anajifanya ana nyumba na mambo yake yanaenda vizuri sana. Huko akifurahia mafanikio binafsi yake, wengine huko nyumbani. Upande mwingine tunaona kikao cha malaika kikiendelea. Malaika, malaika Gabriel anataka kazi yenye maana. Baadaye, meneja ya malaika aitwaye Martha anakusanya malaika wote kusikiliza ripoti zao. Malaika mmoja anasimulia jinsi alivyomsaidia mtu aliyekata tamaa kupata maana ya maisha tena. Gabriel anatamani sana kazi kama hiyo. Anamuomba Martha ampatie kazi zenye maana, lakini Martha anamwambia kuwa kazi ni ngumu sana na bado hana uzoefu wa kutosha. Huku kwingine maisha ya Arj yanaendelea kuwa mabaya. Ili aweze kuoga anatumia vyoo vya mitaani ambako anakutana na mwombaomba aitwaye Leonard na kuongea naye stori nyingi sana. Siku moja Aj anaajiriwa na Jeff kusafisha gereji yake. Aj anafanya kazi haraka na kwa ufanisi mzuri. Jeff anampatia ofa ya wiki moja ya majaribio kuwa msaidizi wake. Siku zinapopita, Aj anathibitisha kuwa ni mfanyakazi wa kuaminika, na Jeff anamwajiri rasmi na kumpa kadi ya benki ili aweze kununua mahitaji mbalimbali hapa nyumbani. Sasa, Aj kwa kuwa analipwa na Jeff, anaweza kupanga chumba kimoja cha kulala kwenye gisi za uchochoroni huko. Siku moja tunamwona bosi Jeff anampatia Aj koti zuri sana la suti na kumwekeza restaurant bila hisi kwa ajili ya mtoko wake ndimu wake Elena. Jioni hiyo Aj na Elena anafurahia sana, lakini Aj anatishwa na bei za menyu. Mgahawa huo ni mabei rahisi tu kwa matajiri kama Jeff. Aj hataki kuonekana maskini, kwa hiyo anakula hapo hapo. Wakati wa kulipa, Aj anaamua kulipa bili na anatumia kadi ya benki aliyopewa yabenki yaliyopewa kwa ajili ya kununua matumizi ya nyumbani. Kisha yake Jeff anamuuliza Aj kuhusu malipo ya chakula kwenye kadi. Aj anaomba msamaha kwa ili kumugishia pesa zake. Lakini boss Jeff anamfukuza kazi. Arj analazimika kuondoka hotelini alikokuwa amepanga na anashindwa kupata kazi sehemu nyingine. Hivyo analazimika kuuza damu kwa wagonjwa ili aweze kupata chakula. Anajihisi mgonjwa sana, akaanza kutapika. Wakati Arj anatapika kwa sababu anaumwa tumbo, tunamwona tajiri Jeff akijitapisha kama namna ya kuondoa sumu mwilini. Damu maisha haya hayakufaa kabisa. Yaani mtu anatapika kwa sababu anaumwa, mwingine anatapika ili asafishe mwili wake. Usiku huo, Arj analala kwenye mgahawa na anafukuzwa anapotoka nje anagundua gari lake limechukuliwa, na baada ya kuona maisha ya Arj kisambaratika, malaika Gabriel anaamua hii ni nafsi iliyopotea na inahitaji msaada wake. Hivyo anajitokeza mbele ya Arj ambaye anashtuka sana. Gabriel anamuonyesha Arj maisha yake ya baadaye ya jinsi atakavyokuwa kama asipokata tamaa. Anamuonyesha Arj kuwa atakuwa anafanya kazi kama dereva wa mizigo, atakuwa anaishi na Elena na watalazimika kumuua mbwa wao mgonjwa kwa sababu hawana pesa za kumtibia. Aja anapiga kelele kwa malaika Gabriel akisema maisha haya kutisha ya kutisha huko baadaye si kitu cha kumfanya askati tamaa. Aja anataja kwamba anataka maisha kama ya Jeff. Kwa hivyo Gabriel anaamua kufundisha Aj kwamba maisha ya utajiri sio mazuri kama watu wanavyosema, hivyo anamgusa Arj kwenye bega na mwanga mkali unatokea na kubadilisha kila kitu. Aja anapoamka anakuta yuko ndani ya gari la kifahari sana, amevaa nguo nzuri, na ndani ya gari kuna app kwenye screen inayomwelekeza nyumbani kwake na anapofika anagundua na nyumba ile ile ya Boss Jeff. Gabriel anatokea na kumweleza kwamba amebadilishana maisha yake ya Arj na Jeff, na atarudi baada ya wiki moja kuona kama Arj amejifunza somo kwa utajiri si kila kitu katika maisha. Siku zinapopita, tunamwona Arj akiwa kama Jeff sasa, akifurahia maisha sana ya kitajiri. Anafurahi kutumia pesa, anamwagiza Jeff kufanya kazi zake zote, na kazi yake ni kwenda tu kwenye migahawa ya kifahari kula bata na kufanya maamuzi machache kwenye kampuni yake. Ambao ilikuwa ya Jeff hapo mwanzo, na wala haelewi kwa nini matatizo madogo madogo yanaweza kumkera mtu. Hatimaye Arj anamtembelea Elena, ambaye hamjui katika uhalisia huu. Wanaelewana mara moja na wanakula chakula cha jioni kwa migahawa ule ule. Wakati huo mhudumu anawaambia kwamba chakula chao kitalipwa na ofisi. Wanaishia kubusiana, na Gabriel anaanza kuwa na wasiwasi kwamba mpango huu wa kumfanya Arj aone utajiri sio kila kitu ni kama unaenda kufeli vile, kwani mwamba anakula tu maisha na hana changamoto yoyote ile katika maisha yake. Mwisho wa wiki ile ile ya majaribio ya kuishi kitajiri, Arj anakataa kurudi kwenye maisha yake ya zamani ya kimaskini. Gabriel analazimika kukubali kwamba hana uwezo wa kumlazimisha kama ataki. Baadaye usiku Gabriel anamwambia malaika kiongozi, yani Martha, kile alichokifanya. Martha anakasirika sana na kumfukuza kazi Gabriel na anampokonya mabawa yake kama adhabu. Anamwagiza kwamba lazima amshawishi Arj arudi katika maisha yake ya zamani ya Malaika Gabriel sasa inabidi aishi kama binadamu kama adhabu. Kesho yake Arj anafanya pati kubwa sana kwenye simi. Amekana Jeff akifanya kazi kama msaidizi. Na wala hakumbuki maisha yake hapo kabla. Malaika Gabriel anaingia na kumgusa Jeff kwenye bega ili akumbuke kila kitu. Jeff anashtuka kwa sekunde chache kabla ya kuzimia. Jeff anapoamka anamuomba Arj ambadilishie maisha yake, arudi kama zamani, na anamwahidi kuwa tamlipa dola laki mbili. Arj anamuita bahili kwa kutaka kumlipa pesa kidogo. Baada ya ugomvi, Arj anakubali kwamba tutabadilishana maisha lakini tu ikiwa atapatiwa siku chache zaidi za kufurahia utajiri huo. Kwa kuwa Gabriel alipoteza mabawa yake, anaomba Jeff rafiki yake na amsaidie sehemu ya kulala. Wanaishia kulala kwenye chumba cha hoteli na Jeff anaanza kufanya kazi zile zile za Arj za kubeba mizigo kupitia ile app. Jeff anatambua jinsi hali ilivyo ngumu kwa maskini. Wateja wana roho mbaya sana, hawatoi tip nzuri na analaumiwa kwa makosa ambayo hata hajafanya yeye. Zaidi ya yote api nalipa kila mwisho wa wiki na anakosa hela ya kulipia chumba kwa siku hiyo, hivyo analazimika kulala kwenye gari. Wakati huo huo, Aja akiwa bado kama Jeff anampa mwaliko Elena wa kwenda Paris, lakini Elena anakataa kwa sababu anataka kufanyia kazi umoja wa wafanyakazi na kudai haki zao. Aja analalamika na Elena anakasirika akimweleza kuwa yeye ni mfanyakazi anayepaswa kupigania ubora wa maisha yake, hivyo anaamua kuondoka kwa hasira. Baadaye Arj anaendesha gari akiwa mikasirika huku akijaribu kuandika SMS kwa mtu fulani, jambo linalosababisha apate ajali na kupelekwa ICU akiwa mahututi. Malaika Gabriel anapogundua kuwa Arj yuko kwenye koma na hivyo hawezi kukubali kubadilishana maisha na Jeff kwa wiki hiyo, Jeff anachanganyikiwa na kumshawishi Gabriel aombe msaada kwa malaika wengine. Gabriel anafukuzwa kazi kabisa na Martha kwa kufanya maamuzi ya kushinda kurekebisha makosa yake, na anaanza kuishi kama binadamu wa kawaida. Anahisi jasho na njaa kwa mara ya kwanza. Jeff anampa chakula na kwa mara ya kwanza anafurahia ladha ya chakula kama binadamu wengine. Baadaye Jeff anajaribu kupata kazi katika mojawapo ya kampuni zake, lakini anafukuzwa bila kusikilizwa. Wiki tatu baadaye tunamwona Jeff bado hajapata kazi. Huku malaika Gabriel kwa sababu hana misho yote, basi anakuwa addicted na mtandao wa TikTok. Kwa hiyo Jeff anaamua kwamba lazima Gabriel apate kazi pia ili wasaidiane changamoto za maisha. Gabriel anapata kazi ya kuosha vyombo kwenye mgahawa. Mshahara wake wa kwanza unakatwa sana na serikali. Kodi inakuwa kubwa sana na kiasi kinachobaki hakiwezi kitosha kuishi maisha mazuri. Hospitalini tunamwona Arj anaamka. Jeff na Gabriel wanamtembelea. Lakini Arj anajifanya amepoteza kumbukumbu kwa sababu ya ajali. Gabriel baada ya kuishi maisha ya kibinadamu anaanza kuvuta sigara kutokana na msongo mkubwa sana wa mawazo. Anakumbuka kwamba alipaswa kumsaidia Elena, kwa hiyo anaamua kumuongoza kwenye njia sahihi. Akitarajia Arj atathirika na uamuzi huu. Gabriel anaunga mkono Elena kwenye mkutano wa kufanya kazi na kushangiliwa sana. Lakini anapogundua kwamba si mfanyakazi mwenzao wanamtimua nje ya kikao. Siku moja akiwa katika pati anakutana mwanamke aliyemkuwa zamani ili asipate ajali, na anagundua kwamba kazi yake ilikuwa na umuhimu mkubwa sana na kuwezesha watu kufurahia maisha. Siku inayofuata account kwenye app ya kubeba mizigo ya Jeff inafungwa kwa sababu sasa kampuni inaanza kutumia maroboti kupeleka na kupokea mizigo ya wateja. Jeff anakasirika sana, akielezea mfumo jinsi unavyomnyanyasa. Wakati huo polisi wanachukua gari yake kwa sababu ya faini nyingi. Jeff anaamua kwenda nyumbani kwake ambako sasa anaishi Arj ili aibe saa zake za gharama kubwa ili aweze kuishi. Tunamwona Arj anafanya birthday party kubwa nyumbani kwa Jeff. Gabriel anakula chokoleti zinazotengenezwa na ganja bila kujua na analala. Yule mzee Leonard anamkuta Arj kwenye balcony akiwa na huzuni sana. Arj anasema ukweli kuwa ameiba maisha haya ya kitajiri, lakini mzee Leonard anamwambia kwamba matajiri wote ni wezi tu na Arj ni tofauti kwa sababu alinulia nyumba na kumpa pesa. Upande mwingine Jeff anajitokeza kuiba saa zake. Arja anamuona na kuwa hofu. Arja anamuona na kuwa hofu kubwa anamfuatilia risasi na anampiga kwenye mkono. Na kuelewanika kuwa yeye ndio alimwambia akiona mwizi basi ampige risasi. Jeff anatambua kuwa Arja alikuwa anajifanya kupoteza kumbukumbu, lakini imekuwaje kakumbuka password ya kiboksi cha bunduki ambapo alimtajia huko zamani kipindi alifanya kazi kwake. Kwa hiyo huyo jamaa anaigiza tukapoteza kumbukumbu lakini anakumbuka kila kitu Kesho yake hospitalini, Arje anamwomba Gabriel kubadilisha maisha yao tena. Gabriel anamweleza kuwa Arje anataka kubadilishana maisha kwa sababu anajihisi ana hatia ya kuiba maisha ya mtu mwingine, na si kwa sababu anaamini maisha yake ya zamani anathamani sana, hivyo hawezi kufanya kazi, ni lazima atake kubadilika na kuwa maskini kutoka moyoni. Watatu hao wanaanza kuishi pamoja kwenye nyumba ya kifahari. Martha anakuja kumchunguza Gabriel na kumwambia kwamba nafsi iliyopotea haihitaji malaika, inahitaji mtu mwingine wa kumwokoa. Wakati wa kila nje Arja anamwona Elena. Elena anamwambia kwamba yeye na wafanyakazi wenzake wanafanya mipango ya wa kupigania haki za maisha bora, kwa sababu amejifunza kuwa mabadiliko hayatokei mara moja, ni mchakato. Baadaye, Gabriel anakubali kwamba kuwa binadamu kumemfundisha malaika. Baadaye, malaika Gabriel anakiri kwamba kuwa binadamu kumefundisha mambo mengi sana ya kufurahisha kama kuwa na kucheza, lakini pia amegundua kwamba maisha binadamu ya binadamu yana mateso sana, hasa ukiwa maskini Aje anatambua kuwa marafiki zake wote kwenye maisha ya kitajiri ni feki na anataka maisha tu na anatamani maisha yake ya zamani na familia yake. Anakubali kwamba anataka maisha atakayotengeneza kwa mikono yake mwenyewe na ambayo hayakuibwa kwa mtu mwingine. Anakubali kuwa maisha yake ya kimaskini yana thamani sana. Gabriel anatabasamu na kumgusa bega. Aje anapepesuka kidogo, kisha anajikuta amerudi usiku ule siku gari yake ipochukuliwa. Mfanyakazi wa mgahawa anamwonea huruma na kumpa lifti. Upande mwingine baadaye baada ya Jeff kulishwa maisha ya kitajiri, Jeff anajihisi mpweke sana kwenye nyumba kubwa. Anakuta faini za parking ambazo Aja alipata wakati anafanya kazi kwake. Jeff anaziangalia. Baadaye tutamwona Aja akijaribu kukomboa gari lake kutoka manispa na anagundua kwamba Jeff tayari amelipa deni lake lote. Aja anampigia baba yake simu na kumwambia kweli kuwa maisha yake ni magumu tu, kila siku ni afadhali ya jana, na baba yake anamfariji na kumwambia apambane tu kwa moyo mkunjufu baadaye tunamwona Jeff akihutubia wafanyakazi wa kampuni yake. Anabadilisha kila kitu, anaboresha mishahara na posho zao. Anakataa kuendelea kutumia marobot kwani anawakosesha kazi watu wengi sana maskini. Aje anapata kazi ya dereva kama alivyoonyesha na Malaika Gabriel siku ile. Lakini hataki kuwa na maisha ya kungaunga huko mbele. So anaamua kupiga chini mchongo huu. Baadaye Aje anaanza kufanya kazi ndoto zake, kunakuwa mtengeneza filamu, huko akiendelea kumchumbia bei mrembo Elena. Baadaye usiku mmoja tunamwona Elena akiwa na arje akipiga stori katika mahaba mazito. Na baada ya kula na kulipa bili, kabla hawajaondoka, arje anaacha msosi kidogo kwenye meza kwa ajili ya Malaika Gabriel. Hakikisha msubscribe mtu wangu, ili usio nakosa recap kali kila siku kutoka kwetu. Tuonane recap ijayo, chao.